Niko hapa kuzungumza kuhusu healthy relationships. Healthy relationship, mahusiano yenye afya. Hilo ndilo ambalo nimeombwa nizungumze mchana wa leo kwa dakika kadhaa. Healthy relationships afya, au mahusiano yenye afya, namna gani tunaweza kuyatengeneza mahusiano yenye afya na namna gani tunaweza tukaishi kwenye mahusiano yenye afya. Na uhakika hapa mlipo kuna makundi ya aina kadhaa. Kundi la kwanza, wako ambao mnayasikia mahusiano lakini hamjawahi kuingia kwenye mahusiano, labda kwa sababu ya misimamo binafsi au imani, kwa hamjawahi kuingia huko, ila mnasikia kwa sababu marafiki zenu wako kwenye haya mahusiano lakini mnategemea iko siku mtaingia mta, mta, lakini bado mjaingia bado mjajaribu mahusiano. Lakini wapo ambao, kundi lingine ambalo mmeshawahi kuingia kwenye mahusiano, katoka kaingia, mka, mkatoka, mkaingia, mkatoka. Mara nyingine unajua sababu zilizokutoa mara nyingine wala uzijui, ila ukajikuta tu umetoka. Mko hapa, na kundi lingine ni wale ambao mna mani kuingia lakini mnauoga, mnauoga uoga kwa sababu ya mambo mengi. Moja, uoga kwa sababu mahusiano ya wazazi wako, wewe mwenyewe yanakupasua kichwa, hayaeleweki eleweki. Kitu pekee wazazi wako wanauhakika ni kwamba walikuzaa wewe, lakini mahusiano yao, ndoa yao, chachu kabisa kwao, unaogopa. Imebadilisha picha ya mahusiano ya ndoa ya maisha ya familia, ya familia ya kwenye akili yako imebadilika kabisa. Kwa unaogopa huko, chuo una uhuru, watu wanakuja wanakuambia wanakupenda, wadada wanakuja wanakuonyeshaonyesha mazingira fulani ya kwamba wamekufiru wamefika bei, lakini mwoga mwoga, kunguru kabisa, mwoga uwezi. Ndani yako unajiuliza what if? Wakiniacha what if? What if? Nakushauri bora wajibu ya wa maswali ya wote if mapema, kwa sababu umri hausubiri. Hujibu hayo maswali, umri unaenda. Lakini kundi la mwisho ni wale ambao wananisikiliza na wapo kwenye mahusiano. Najua wazazi hawaelewi, lakini upo kwenye mahusiano, upo kwenye mahusiano, you enjoying you happy na wengine mko kwenye mahusiano ambayo ukiangalia kabisa, kwa jinsi tunavyoenda, kwa jinsi ambavyo meli iko kwenye maji shwari, unaona kabisa, maybe Mungu akijalia huyu mtu atakuwa naye kwenye maisha, na yamkini ndio vitu mnaambia, naambia tuki graduate, tukimaliza. Yani, unaona kabisa, unafahamu kuna aina ya mahusiano, unaweza ukawa kwenye mahusiano kwa jinsi mlivyo mbele unapaona kabisa, yani unaona mbele, unaona mbele kwa jinsi mahusiano, unaona mbele. Na kuna yale ambayo huoni mbele, huoni kushoto, huoni kulia, hata hapo hapo ulipo upaona. Kuna watu nakuja ofisini kwangu, nauliza uko kwenye mahusiano, anakuuliza dokta, ngoja kwanza nikuelezee, afu ndio uniambie <laughs> uniambie niko wapi. na najua hawa ilo kundi pia hapa lipo. Kuna wale mko mkiingia hapa chuo, mna date ili muonekane, mna date ili msionekane kama unaumwa, ni mbona una hata mtu, kwa nini unakuwa na wako, yani unakamata kimeo chako, unajua kabisa akiendi, lakini huko nacho, lakini ili angalau for security purpose. Sasa niko hapa kukusaidia kujua healthy relationships, namna na gani unaweza kutengeneza mahusiano ambayo ni